Maswali yameendelea kuhusu aliko mwanablogu Ndiangui Kinyagia huku sasa idara ya upelelezi DCI ikisema kwamba mwanablogu huyo hayuko mikononi mwa polisi. Kinyagia alitekwa nyara na watu wasiojulikana kutoka nyumbani kwake katika eneo la Kinoo siku kumi zilizopita na hadi leo hajulikani aliko. Haya yanajiri huku mahakama kuu ikimwamuru Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kumwasilisha Kinyagia mahakamani hapo kesho. Kwa zaidi ya wiki moja sasa mwanablogu Ndiangui Kinyagia hajulikani aliko, taarifa za mwisho zikiashiria kwamba alichukuliwa kutoka nyumbani kwake eneo la Kinoo na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi, mikakati ambayo umetaja ila. Leo mkurugenzi wa idara ya upelelezi Mohamed Amin amesema Kinyagia hayuko mikononi mwa polisi. He is a person of interest to us and wherever he is I will urge that he submits himself and that he surrenders to the nearest police station. Amina akikiri kwamba maafisa wa polisi walifika nyumbani kwa Kinyagia ila hawakumpata. Kinyagia was a person of interest to us. After publishing very very inflammatory material in the social media. Inadaiwa mwana uh, in, in um, blogu huyo alichapisha kile alichodai ni ratiba ya siku ya maandamano ya Jumatano wiki jana, akidai huenda waandamanaji wakafika ikulu. Awali mahakama kuu kupitia jaji Chacha Mwita iliyamuru inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kumwasilisha mwanablogu huyo mahakamani, Kanja akitakiwa kufika mahakamani Jumanne asubuhi kutoa ufafanuzi kuhusu aliko Kinyagia okay. Ombi hilo lilifikishwa mahakamani baada ya Kinyagia kutoweka kwa zaidi ya wiki moja, hofu ikiibuka kuhusu hali yake baada ya kukamatwa na watu wasiojulikana. Jamila Muhamed, runinga ya Citizen.